KMC as KMC tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Uh, maandalizi yote yako sawa sawa, tumepata siku kadhaa za kutrain na ku analyze game ya Simba. Bahati nzuri tuliona mechi yao iliyopita, so uh, tuko sawa na tuko tayari kwa mchezo. KMC, mko nafasi ya 11 kwenye uh, msimamo wa ligi kuu, uh, mashabiki watarajia nini zaidi? Mtaweza kutoboa kubaki ligi kuu? <laughs> Yeah, um, tuna michezo minne uh, before league yatujamaliza. Na mchezo wa kwanza down ni huu mchezo wa Simba. Um, sisi tunaenda kutafuta points tatu kwenye huu mchezo kwa sababu we all know kwamba katika hii michezo yote ni, ni michezo migumu. Ukiacha mchezo huu wa Simba tuna michezo mitatu, away, inayofuata, sio? Kwa hiyo huu ndo mchezo pekee ambao sisi tutakuwa nyumbani. So tutajaribu kila namna kila mbinu kuweza ku exploit mapungufu waliokuwa nayo Simba. Simba ni timu nzuri, timu kubwa lakini as a team wana strength zao na wana weaknesses zao, so all we have to do is to exploit hizo uh, weakness walizonazo. Well, no, najaribu kutafuta matokeo leo. nime train, uh, training session ya tano na, na timu of course, sio siku nyingi katika training, lakini pia excuses are free sio big results costs so atuko hapo to make any excuse kuhusu hilo. Um, tumetrain kadri ambavyo tunastahili kutrain nimesema awali tulifanya analysis ya game zao, lakini pia tumejaribu ku implement mbinu chache ambazo tunaenda kuzitumia. Uh, faida tuliyokuwa nayo ni kwamba of course um sisi tunawafahamu zaidi Simba kuliko Simba wanavyotufahamu wa sisi, sio so nafikiri, tutajaribu kila mbinu na tuta, tutajaribu ku exploit hizo weaknesses za wao um directly, hakuna hakuna effects zote mbaya um, lakini of course unajua napo train kwenda kwenye napo train kwenda kwenye uwanja um, wa natural ni tofauti na ninavyo train kucheza kwenye mechi kwenye uwanja wa artificial sio? Kwa hiyo lakini mabadiliko tulikuwa tunayategemea, so we, we were training 50 50 tukijua lolote linaweza kutokea kwa sababu ilikuwa bado haija confirmed. So so far hakuna excuse kwenye hilo uh, tuko sawa na hakuna chochote ambacho kinaweza ku affect, unajua, kwenye mpira tactically um, let's say unapomiliki mpira ni lazima uwe aware what if nikipoteza huo mpira kwenye quick transition itakuwaje? na ndio kitu cha muhimu. So tumejaribu katika hizo siku tatu nne kufanya kazi on possession, tuna possess huo mpira tunajaribu kuwa vipi ili transition ikitokea, tusiweze ku tuweze kureact na tusiweze ku ku kuruhusu magoli. Same applies, tusipokuwa na mpira, tukiwini huo mpira tujaribu kufanya kitu gani? So kama nilivyosema, down the carpet, sisi maandalizi yetu yako tayari, we we know uh, na we are very ready kwa ajili ya huo mchezo wa kesho. um, kwanza ni washukuru mashabiki kwa sababu wamekuwa wakisupport timu yao uh, ever since, na niwaombe uh, tu kesho waweze kufika kwa wingi kiwanjani, it's a big game uh, game na tunahitaji pia sisi game tuweze kupata matokeo ili tujiweke nafasi nzuri. So waje wa game itakuwa, naamini Simba wana uwezo wa kucheza, sisi tuna uwezo wa kucheza pia na kwa mbinu tulivyoziweka, game itakuwa nzuri ya kiufundi, na waje wa enjoy mpira